ataenda huko mtaani, ataanzisha mauaji mengine. Sasa nikwambie so kitu kimoja, kwa kazi naona umeshinda. Yes sir. Mlekea kuongozana huyu afane, sihitaji makosa yajirudie. Yes, yes, sir. Tumeelewana ote Saizi nzuri. Mimi hapa ni mgeni. Naulizia kwa mzee Maenge, unapafahamu? Ah, kwa mzee Maenge. Eh. Unaiona hiyo hapo nyumba yenye mlima? Hii hapa ha, nimeiona. Alafu kwa nyuma yake. Sawa. Asante dada. Hiyo mgeni huyo, kwa hiyo ulikotoka huko hawajakufunza. Sasa umeingia katika hichi kijiji, utakoma

Pia, shikamoo. Marahaba. habari za safari? Nzuri tu. Haya, Maua ndio mpokea mgeni, ugeni na stuni. uko safi tu. Ah, unaendeleaje na masomo? Naendelea vizuri. Mm, naona tu. Na nene, unakula nini huko? Ah, tunakula tu ugali. Ah, sio huko ndo maisha yetu, kama unafahamu. Bibi, hivi mahindi yamekauka? Ah, yamekauka. Ah, ila nimechoka na safari. Nahitaji nikapumzike. Aha. Maua. Ha, baby. Kamwoneshe mgeni.

Msalama na bado nitakuandalia nyingine. Hujarudi nyumbani au uone hapa nacheza. Kwa hiyo kucheza na kurudi nyumbani, muhimu kucheza. Afu siku hizi kweli una kidada eh? Umeondoka nyumbani hujaosha vyombo na umedoea kwa watu, una akili kweli? Wewe ndio ninazo. Haya, changanya mbali zako nyumbani, sitaki fanya haka nyumbani sitaki, unajifanya na kidada siku hizi. Afu wewe dada, usinzoe nitakuloga. Wewe Mama alikuwa mbele kusema kwa watu ku, kuwa si wachao, unajua sana mama anapoheshimika hapa kijijini. Unamtangazia sifa mbaya. Tutaonana nyumbani. Kwanza sikuogope. Hauniogopi eh? Unajidai kisa upo na rafiki yako, tutaonana. Ndio, kumbe wako ni wachao. Haikuhusu. Shoga yangu vipi? Nzuri, nakwambia nakwambia ya makubwa, shogangu. Mwanza kwa nini nilale? Sina ubui shogangu, iliku nakwambia kama lina maji, shoga yangu. mm-hmm. kuni kimta chakati pale kwenye shamba kule, nakwambia nina, nina tembea, tembea, tembea. na sababu, ha, ha, ha, ora, cheka cheka, nakwambia nikafika pale nikaa, nikafika pale, nakwambia pale cha usiku, nakwambia mchawi, shoga yangu, shogangu, duniani mchawi, shoga yangu, yani duniani, si utujua anatujambia huko jamani, shoga yangu, hmm. Jamani, kama mchawi kweli jamani, anavostisha nakwambia, shoga yangu, ha <clears throat> nakuambia svi asubisi usiku, nakwambia ati ninda kamwe fulani fulani fulani. Nasema we wapi shogangu, matumekutana yapi haya? Ah, mapande shogangu <tipi> shogangu, boye wako ni mzuri, lakini mi leo nimechanganyikiwa. Ngoja nitakuja baadaye kesho. Haya bwana. Kaza, kufatide, amabu, kazi ya kufuatilia mambo ya watu mistari, nitalifanyia kazi sawa, mwanangu. Machata hapa. Wewe vipi mwanangu? shwari. Hivi hapa mwanangu nyinyi mbona mjisiji hapa? Kwani vipi? Wewe mwanangu unawezaje kuishi nyumba mwanangu? Kwani kuna nini? Mbona umekaa na wao hapa mwanangu alafu unatukulia baridi au unao mshirika mwanangu? Unajua bado sijakuelewa Machata, sijakuelewa. Yaani unazungumzia nini? Wewe. Huyu mama yuko wapi huko kwanza huyu? Huyu mama mbona ni onga sana afu mnakaa naye tu kila siku hapa afu mnachukulia mna baridi tu mwanangu. Wewe na maana uelewe au? Na ni Mama Adija au? Eh, wewe uelewe kama ni onga au uh-huh. Ni mchawi tena? Yaani tena mwanangu? Unasema tena? Sio tena mwanangu, ni mchawi yaani, ile direct. Sio tena, usiseme tena mwanangu. Mimi silali maskani, ananitimbia na watoto wake hivi. Hivi vitoto sijui vimo humo ndani kwani. Hivi vitoto vimo humo ndani? Mwanangu hili swali likuwa suja, sio la kuja hapa kidhani mwanangu. Sio la kuja hapa mwanangu. Mimi nashindwa kulala mwanangu. Eh? Wewe nenda mdogo, sio huko ndani humo? Sijui hata kama mwamu. Sio unajua mwanangu. Wewe. Wadi. Wadi. Sio karibu wewe njooni hapa. Wala kama hili mbaya. Au pumbavu sana. Wewe. Mjua hapa. Karibu, karibu vipi? Yuko yuko wapi? Kwanza huyu, anakuja na nywele zake usiku. Nimemwona huyu dogo huyu dogo.

Mimi sio kunichukulia hivyo. Yaani zile ruti zako zote unavyokuja pale maskani, mimi sio kama sikuoni. Ila mimi nilikuwa nakuta iglizi kuchukulia tu baridi kwamba labda utakuja kubadilika. Wewe mtoto usindio kuokoka wewe. Mbona unakuja kuniwangia mimi? Wewe mtoto mimi nitakupiga panga mimi sielewi mwenzio. Mimi nimechanganyikiwa. Wa, wewe nitawapiga panga mimi sielewi wanangu. Mesa nielewa sijui. Nitakuja niwapige panga. Achana nao mwanangu. Na huyo mama yenu huyo mwambieni, atawapoteza. Yaani atawakosa. Mesa nielewa?

Dogo adogoaskubaligi ao mbavu, nyinyi shenzi kabisa, acheni uchawi! Na nyinyi nyie, vipi? Mtakuja mpe siku moja. Ni ushenzi huu, ah. Ndugu mtazamaji wa movie yetu mpya ambayo inaitwa Mwanaharakati, tunapenda kukushukuru sana kwa kutazama video yetu, lakini pia tupende kuwashukuru wazazi kwa kuwapa ruhusa watoto ambao wameweza kushiriki katika movie yetu nzuri ambayo inaitwa Mwanaharakati. Ukweli ni movie ambayo imeelezea uhalisia wa kimaisha, lakini pia ina mafunzo mengi, lakini nia na dhumuni la hii movie ambayo inaitwa Mwanaharakati ni kuweza kusaidia katika kukuza vipaji vya watoto sasa katika maeneo yetu ya shuleni, lakini pia tumepata udhamini mkubwa wa wasanii wakubwa ambao wametoka Dar es Salaam, ambaye ni wanlei maarufu sana wan Super, pamoja na Pija ambaye anaigiza kama machata katika muziki. Kwa hiyo ndugu wazazi, tungependa kuweza kuwasaidia watoto wetu na kuendelea kuwasapoti kwa kipindi hiki kifupi ambacho tutakuwepo nao wasanii wakubwa ambao wametoka mbali Dar es Salaam, ambao watakuwepo na sisi hapa kwa muda wa miezi kadhaa, ambao watatusaidia katika kukuza vipaji vya watoto wetu. Kwa mawasiliano zaidi, utatupigia namba zetu za simu 0793465546, lakini pia namba hiyo tutaiweka chini hapo ya skrini kama utakuwa na maswali au labda maoni, mapendekezo ni jinsi gani tunaweza tukasaidia watoto katika kusapoti vipaji vyao, basi tutawasiliana kupitia namba hiyo. Nashukuru sana, lakini pia muwe na maandalizi mema ya kuandaa watoto wetu katika kukuza vipaji vyao. Asante.